Hi everyone, my name is Ezekia Chavala. Naomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha muziki cha siku ya leo. Na siku ya leo naenda kukufundisha namna bora ya kuweza kupiga rhythm za mirimimu ambayo uh, tunaita ni mirimimu ya doze doze. Mm. Unapokuwa unapiga sebene sometimes, unatakiwa kumwachia mtu wa rhythm aweze kutembea na gitaa lake la rhythm tu, uweze kusikia ladha nzuri ya gitaa ambayo inakuwa inachezwa katika mziki wetu wa Sebene au almaarufu kama Kavasha. Sebene sio jina la mziki, Sebene ni aina ya mziki, unaitwa Kavasha ambao asili yake ni Kongo. Wale ndugu zetu wa Kongo walipoona kwamba wale wanaopiga ile milindimo ya Kavasha, wakaona wanajinoma, wao wana tabia kusema sebeneze, sebeneze Sebeneze wa bongo wakasema inaitwa Sebene lakini kimsingi ule mziki unaitwa Kavasha na sio Sebene. Ulijua hilo? <laughs> Okay, sasa siku ya leo naenda kukufundisha namna ya kuweza kutembea na rhythm ya Kavasha au ya Sebene ambayo inaweza ikawa inatumika kupiga wakati wa kufanya doze doze. Doze doze ni momenti ambayo wapigaji wapigaji wa solo, mpigaji wa kinanda pamoja na bezi kuna namna fulani wana ni kama vile wana mute, wanamwachia mtu wa rhythm aweze kutembea vizuri pamoja na drums. Drums na rhythm zinaezokana, zinakuwa na nguvu, zinatawala zaidi mziki dozedoze hiyo, na unakuwa kama unapunguza m, ile, ile hamoni, lakini pia unapunguza ile, ile, ile, ile kasi amini ile, ile sauti ya, ya, ya, ya, ya vyombo vyako, ili kusudi kuruhusu vyombo vichache viweze kusikika wakati huo. Lengo ni kwa ajili ya kunogesha mziki kama vilivyo vitu vingine vyote vina ups and downs. Hata mziki pia wenyewe, unapokuwa unaweka ups and downs, zinasababisha ladha ya mziki kuweza kuongezeka. Sasa siku ya leo tuko katika ufunguo wa e, A huu hapa, na ninachokifanya sasa, naongeza uzi wa tano pale. Kidole changu hiki kimeshika A e, lakini kinashika uzi wa tano, kwa hiyo inakuwa na focus kwenye uzi wa tano wa nne na watatu, tano, nne na tatu. Kwa hiyo kama nikipiga hizi nyingine inakuwa ni kama accidental au inakuwa bahati mbaya, lakini focus yangu kubwa ni nyuzi hizi tatu, alafu napiga namba mbili, hii namba mbili katika A hey, ni B minor hii ambayo ndio hii This is B minor, this one ambayo ni hii B minor. Kwa hiyo B minor yangu nashika hivi, kidole changu namba tatu; namba moja kinashika uzi wa tatu na wa nne hu hapa hapa na hapa, halafu kidole changu namba mbili kinakamata uzi wa tano. Kwa hiyo shape inakuwa hivi, kwa hiyo inakuwa, halafu naenda minor three chord, ambayo ni C minor hii ambayo ni hii ndio hii hapa, na yenyewe inakuwa na, na shape kama ya B minor ambayo nimeishika hapa, kwa maana ya kidole chako namba moja, namba mbili unakamata pale namba tatu pale. Na C si minor yenyewe nayo pia hivyo hivyo, kwa hiyo na nakuwa na, na, na deal na hizi nyuzi za nne, I mean hizi nyuzi za tatu ya nne na ya tano, kwa hiyo A major alafu B minor minor, alafu alafu A major alafu, C minor, B minor, A minor kwa hiyo A, A major kwa Okay, kuna video fulani niwai kucheza doremifasatdo kwa kutumia hizi nuzi nene, nikaziita basic strings eh, au intermediate strings. Tukatengeneza doremfaado kwa maana ya namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita, namba saba, namba saba, kwa hiyo 8 unakuwa 1 2 3 4 5 6 then 7 then 7 8 kule mbele. Sasa hiyo scale ndio ambayo imenisaidia kuweza kufanya hizi hizi hizi movement. Kwa hiyo na hii scale okay, the, I mean hii hii movement waga inaweza ikatumika hata kwenye nyimbo za ukitaka kupiga nyimbo za kuabudu ambazo hazihitaji makelele mengi ya hizo notes za uku chini. Hizo notes za uku chini zina tabia ya kupayuka na kupiga makelele. Kwa hiyo sasa, unachotakiwa ukifanya, unatakiwa kuhakikisha kwamba una kwenye nyimbo za worship, kwa mfano, unatumia hizo notes za juu. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? kama siyo wewe

kuna kautamu fulani nilikuwa nakapata napokuwa natumia hizi base note, ambayo I mean intermediate intermediate pattern hii intermediate pattern inakusaidia sana kuweza kufanya nyimbo za, za solo, kama si mkono wako mkono wako

Next time my name is Ezekia Chavala, you can subscribe my YouTube channel uendelee kupata mafunzo haya. Ifuatilie pia Instagram na TikTok, napatikana kwa Chavala Ezekia underscore Chavala. It's Chavala Music, ifuatilie kwenye hizo page utanipata. Na Mungu akubariki sana.